Yeah. Twende katika swali la tatu, andika insha inayoambatana na methali mui huwa mwema. Kwa hivyo maana ya methali hii ni mbaya huwa nini? Mbaya au mwovu anaweza kubadilika akawa mzuri, si ndio? Mtu aliye mbaya anaweza kubadilika na akawa nini, mzuri. Kwa hivyo uh, pale usemo hivi, pale mtu ambaye alikuwa na tabia mbovu, alikuwa na tabia mbovu, anapogeuka na kuwa mtu mwema, nilikuambia usianze, usiweze kutoa, usitoe maana, wakati mwingi utatakanganyika. Usitoe maana, uende moja kwa moja, uto ufunulizi, uanze kisa chako, kisa ambacho kinaonyesha mtu ambaye alikuwa na tabia mbovu na akageuka akawa mtu mwema kwa hivyo lazima uonyeshe aya za kwanza, aya za kwanza nne au tano awe mbaya kimatendo, na kisha aya za mwisho mbili au tatu awe mwadilifu. Lazima pande mbili za za methali hiyo zipatikane pale, zionekane na lazima utumie lugha ambayo inavutia.